Kwa jina anaitwa Halid Omary Mtwange meneja wa Yas Mara ya Kusini. Uh, tunashirikiana na waandaaji wa marathon hizi za Serengeti Safari Marathon. Huu ni msimu wa nane, umekuwa ni utaratibu wa kawaida kabisa ambao sisi Yas na Mix by Yas tumejiwekea kushirikiana na jamii ambayo zinakuwa zimetuzunguka katika kufanya mambo mbalimbali. Tumekuwa tukifanya hivi tukiamini kabisa wateja wetu namba moja ni jamii inayotuzunguka kwa hiyo milango yetu ipo wazi katika kushirikiana na jamii mbalimbali. Kwa msimu huu wa nane wa Serengeti Safari Marathon, Yas tutakuwepo tukishiriki katika mbio hizi. Kwetu sisi hizi mbio ni zaidi ya mbio. tuna hizi Uh, mbio zimejilenga kat, zimejikita katika uh, kukutanisha watu, wadau mbalimbali kuja kwa pamoja kubadilisha mawazo, lakini pia zimekuwa zenye kauli mbiu ya utalii unaotuunganisha. Uh, tumeona ya kwamba ni zaidi ya mbio. Uh, tuna mbio hizi zina promote utalii wa ndani, lakini pia zina promote utunzaji wa mazingira kama ambavyo uh, utakapoweza kulipia uh, namna ya kushiriki utaweza kujipatia zaidi, uh, pamoja na mbegu ishirini, miche ishirini ya uh, kupanda miti hii. Yote inaonyesha ni kwa namna gani uh, mbio hizi zina Uh, support utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo sisi kama Yas tutakuwepo, tutashiriki uh, katika kuhakikisha kwamba mtandao unapatikana nyakati zote, lakini pia huduma zetu zote zitakuwa zinapatikana uh, wakati wa mbio uh, kabla ya mbio na hata katika vile vituo vya, kwezo, vya kuchukulia kit za kukimbilia kutakuwa kuna vituo viwili ambapo sisi kama Yas tutakuwepo, tutakuwa na kituo pale Bunda, eneo la Don Julio, utakuwa kuna kituo pale cha kuchukulia kiti. Kwa hiyo sisi kama yasi tutakuepo pale, huduma zote za yasi zitakuwepo pale, simu za mikopo na huduma zingine zote za kurejesha line. Kama hauna line, basi utaweza uh, kupata line yako pale, lakini pia uh, utaweza kuelekezwa namna ya kulipia, kama unapata changamoto ya namna ya kulipia, lakini pia tutakuwa na kituo la madi uh, cha wale wakimbiaji ambao wamekwisha kulipia kuweza kuchukulia kiti zao ehe. A, mwisho kabisa nipende kuwa, kutoa kauli kuwaasa wananchi wote wa kanda ya Ziwa na mikoa jirani kwamba wajitokeze kwa wingi katika kushiriki katika mbio hizi za a, Serengeti Safari Marathon kwani ni fursa ya wao kutalii lakini pia Uh, kufanya mazoezi kwa ajili ya afya ya miili yao. Uh, ukizingatia mbio hizi zitafanyikia katika mbuga ya Serengeti, kwa hiyo itakuwa ni, ni mbio zenye kivutio cha aina yake. Mbio hizi zitaanzia pale Ndabaka Gates mpaka kule ziwani, Ziwa Victoria, kwa hiyo hapo katikati utakutana na wanyama na kutakuwa kuna mambo mengi mengi. Sasa, wewe ambaye bado uja kata tiketi yako au hujajiandikisha unawezaje kujiandikisha? So, unaweza kujiandikisha kwa kulipia shilingi elfu arobaini na tano kupitia lipa namba ya mix by themani na tatu kumi na tisa tisini na tatu nne na rudia tena ni themani na tatu kumi na tisa tisini na tatu nne. Bas ukiweza kulipia hapo shilingi elfu arobaini na tano kwa mbio za kilomita tano kumi ishirini na moja pamoja na arobaini na mbili.